Mambo vipi? This is Konde Boy, Jeshi, the CEO of Konde Gang. Niko hapa kwa ku-address lile jambo linalohusu mdogo wangu Chinga. Um, kwanza kabisa nikiri kwamba mdogo wangu alinitumia message na kuniomba kwamba nataka kutoka kwenye lebo, akawa independent artist. Uh, na mimi nilimjibu straight kwamba mdogo wangu wish you all the best. Yeah. I got you back all the time as usual. Kachi na viongozi wa Konde Gang video contacts. Mfano laizi, mwoni Uh, yeah contract inasema endapo atataka ku terminate na ku own master, kununua, ku own master. Kisema master, namaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote, hata zile ambazo amezifanya na mimi, ili ziwe za kwake lifetime, hizo zinaingiza pesa kwake lifetime, inatokea alipie kuzinunua, hicho kiasi cha ja pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign wa 4 years ago na kampuni ya Konde Music Uh, hayo ndokuwa ni mazungumzo na yeah. Lakini um, sijui nini kimetokea kwake baadaye um, akaja kusema on social media kwamba nimemdai uh, kiasi kiasi cha bilioni moja. uh, nikili kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na nisingependa pesa yangu tena ije kunichafua mwenyewe. uh, so, um, I did my best. I wish him all the best Ningependa sana msupporteni sana uh, he is independent artist from now on. Nikiwa naongea promoters, mkiwa na show mwiteni, fanye pata risk, aisaidie familia yake na uh, even though lengo tupate risk wote, kama ilivyo mwanzo. As you know, ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo wetu kuwekeza kwa uwezo wetu kuwekeza ili kukuza kariera ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake So far tumshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza uh, kufanikisha kwa kwa kwa kuwaletea superstars kadhaa ikiwemo Muchinga, kina Angela, Kili Chidi walikuwa pokea na Country Boy, na wao wote walioondoka hakuja kuwa na matatizo yote na wote wana own master zao, na yeah for good and for peace. Hamna mtu yote mwenye maana ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other. Lakini pia speaking of Basata uh, nilipata mwito na niliomba management yangu niwakilishe, nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na Bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika Basata baada ya sana na usuluhisho, so niliomba management yangu niwakilishe, izungumze na viongozi uh, wa Basata kuona wanapataje mwafaka lakini wakaniambia okay, waloniambia sofa nisingeweza kuyashia sasa hivi, na mimi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza mimi mwenyewe, na sikuona hiyo haja ya kutengeneza kaki, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na mitaharuka. So as I said my decision kuhusu aende akafanya mziki wake na make sure mnamsapoti um, pia. La mwisho kama sikosei spiki na um, Uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani nilikuwa sijui nimeambia mtoe mama yake mzazi na sio kwamba sijui how it's tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kukata. Uh, utafanyaje? Uh, nimemwachia Mungu. Second nimemsamehe na mwisho namwombea mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake. Kiona kuna tija sawa, akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia ni stahili kuomba msamaha zaidi ni Mwenyezi Mungu. Ikimpendeza basi kwa wakati wake. Inshallah naseme sana. Aongee na Mungu wake kwa muoneke wa dhati kabisa. Naamini itamuongezea baraka zaidi na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa na yeye, ni my brother na sisi ataendelea kuwa my brother. Konde Gang nyumbani kwake, because Konde Gang made him ya yeah, kwa hiyo heshima the best so, kwa kusema hayo nashukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote. Kuna superstars kibao wanakuja na uh, yeah, thank you so much for your time watching this and Konde Gangs for everybody. This is Konde Boy, all love.